Nataka tuangalie uundaji wa maneno haswa nomino kutokana na vitenzi, uundaji wa nomino kutokana na vitenzi. Aa, tuseme una kitenzi kama pika, unaweza unda nomino nyingi sana. Moja ya nomino ambazo unaweza kuunda ni nomino ambazo ni za kitenzi jina, unaongeza ku mbele, hivyo itakuwa kupika. Mtu anayepika ataitwa mpishi na si mpiki. Kwa sababu gani? kuna ma... mifanyiko ya kifonolojia inayotendeka kupelekea neno mpiki kuwa mpishi. Hali ya kupika itakuwa ni mpishi ha? Upishi alafu wingi wa mpishi itakuwa ni wapishi. Labda una neno kama iba, unaweza pata nomino kama mwizi wizi, kuiba na kadhalika. Choma, unaweza pata kuchoma. Haya, imba, unaweza pata mtu anayeimba ambaye anaitwa mwimbaji. Kitu kinachoimbwa huitwa wimbo. Hali ya kuimba huitwa kuimba au uimbaji na kadhalika. Kama ilikuwa ni hapa shambani, unavuna, kitenzi ni kuvuna Aa na no umepata nomino kama mavuno, kitu kinachovunwa. Mtu anayevuna huitwa mvunaji, wanao uv... ikiwa ni wengi wataitwa wavunaji. Una neno kama ogopa, unaunda nomino kama kuogopa, uoga au utasema uoga, hmm? kitu kinachotendeka pale ambapo usemi uoga, bali inabadilika na kuwa wa kisha oga inaitwa kuimarika kwa fonimu kwingine, unapata tuna tunamalizia malizia ku, kufanya nini? kutoa tuseme fonimu fulani, hmm? kwa mfano katika neno andika, tunaweza kuunda nomino kama vile mwandishi, kwa wingi itakuwa waandishi lakini tuna, ili kurahisisha matamshi, tunasema waandishi. Kitu kimefanya pale ni kufanya nini? Tumeweza kuondoa udondoshaji wa fonimu wakati tunaongeza haya hmm? Yote yanamtegemea mtu. Sasa poa kwaje hivyo hmm. Tunaona katika uundaji wa maneno ile mifanyiko ya kifonolojia kama usimilisho wa nazali, kudhoofika kwa fonimu kuchopekwa, kuimarika, kudhoofika, yote yanatusaidia katika uundaji wa maneno a. Kwa kazi yako unaweza kuunda a, nomino kutokana na vitenzi kama a, abudu. Kwa mfano mtu anayeabudu huitwa itwa mwabudu, wanako abudu wanaitwa mabadi. Alafu unaweza pata a, kila wanachozungumzia wanapoabudu itakuwa ni ibada. mm? Sameha, msamefu. wewe ni Mtanzania hapana, mi ni mswahili. Aa, kutoka Kenya <laughs> mkisi ongea nini? nilikuwa naongelea kuhusu uundaji wa maneno kutokana na vitenzi eh, tunaunda vipi nomino kutokana na vitenzi, ndio nilikuwa nazungumzia na jinsi ambavyo kuna mifanyiko ya kifonolojia kwa sababu nilikuwa naona kama leo. Kutokana na kitenzi linda, mwingine anakuambia mlindaji badala ya kusema mlinzi, ulinzi, hmm? apata nakuandikia ulindaji, mbona si sahihi? kutokana na mifanyiko ya kifonolojia, au mageuko ya kifonolojia yanayopelekea tuweze kuwa na kazi hizo. We ni mwalimu? Naam, mi ni mwalimu wa Kiswahili mm -hmm. naam Ehe, so ni hivyo tu kwa sasa. Sijui uh, wiki yenu inawapeleka vipi Jumanne hii? mm. yangu iko salama. Kuna mvua tele huku, lakini nashukuru Mungu mm. hadi wakati mwingine, kwa heri wenzangu.